Nchi juu ya nini? Naomba rudia, juu ya nini? Juu ya bahari. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia kitabu kile cha Marko ile sura, Marko ile sura ya sita na mstari wa arobaini na saba kitabu cha Marko ile sura ya sita mstari wa arobaini na saba Marko sita arobaini na saba. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, amen. Hebu mwamshi ambaye amelala, kwambia amka sasa kumekucha. Amka sasa kumefanyaje? Umesha kucha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ampo macho. Mungu awabariki. Marko sura ya 6 mstari wa 47 mpaka wa 50. Biblia inasema hivi. Na kulipokuwa jioni, mashua ilikuwa katika bahari na yeye yu peke yake katika nchi kavu. Akawaona wakitaabika kwa kuvuka kwa kuvuta makasia kwa maana upepo alikuwa wambisho hata ilipopata, eh, ilipopata kama zamu ya nne ya usiku, akawaendea akitembea juu ya bahari. Hebu sema, akitembea juu ya bahari, akitembea juu ya nini? Buanezo, na na, akitembea juu ya bahari akataka kuwapita, nao walipomwona juu ya bahari walidhani kuwa ni kivuli, wakapiga yo, kwa kuwa wote walimuona wakafadhaika. Mara akasema nao akawaambia changamkeni, ni mimi, msiogope. Akapanda mle chomboni walimo, upepo ukakoma, wakashangaa sana mioyoni mwao, kwa maana hawakufahamu habari za ile nikate, lakini mioyo yao ilikuwa mizito. Mungu aufanye moyo wako kuwa wakokuwa mwepesi, uelewe chinachoenda kusema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Yesu kwa madaha kabisa na upepo unapiga baharini, anatembea juu ya bahari, na ukumbuke kwamba kwenye bahari ndio ameiweka misingi ya, ya nini ya nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Misingi yote ya dunia iko juu ya nini, ya bahari, na bahari inapiga upepo inavuma inafanyaje, lakini yeye Yesu Kristo, aliyeifanya aliyefanya vyote hivyo misingi iliyotikisika, lakini yeye Bwana hakutikisika. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawa anatembea katika ile misingi ambayo ilikuwa inaleta taabu, lakini yeye hakupata taabu, akawa anatembea kama anatembea katika nchi kavu. Jina la Bwana libarikiwe. Akawa anaenda anaenda anaenda, maana yake anatuambia ukimshinja mbele ya Yesu Kristo utatembea katika bahari ambayo umetikisika, lakini hautatikisika, kama katika jina la Yesu. Na kila mmoja sema amen. Amen, haleluya, amen. Ona jambo hilo kuwa ni kubwa sana na hiyo sababu ya Yesu kutembea kwenye bahari bila kutetemeka. Mtu mmoja akajaribu kutembea na yeye ambaye alimwepa pesa kaambia Bwana, kama ni wewe niruhusu na mimi nitembee. Amen, Bwana Yesu asema ni mimi, njoo. Ile bwana akapiga hatua ya kwanza akaona kitu gani kinakuja? Akaona wimbi na upepo unafanyaje, unakuja. Inasema akaona shaka moyoni mwake, akaona shaka moyoni, akaanza kumezwa na ile misingi iliyotikisika. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alipoenda akamwinua, akamwambia, kwa nini uliona shaka, ewe mwenye katika nchi hii siwezi kuweka tumaini katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe sana, nachenga maisha yake katika msingi ulio imara ambao hautatikisika kamwe. Bwana Yesu asifiwe sana, jina la Bwana libalikiwe, haleluya ya kanisa la Bwana. Bibilia inasema katika kile kitabu cha Zaburi ya thelathini na tatu mstari wa kumi na mbili, heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao. Heri taifa ambalo Bwana ni nani? Ni Mungu wao. Ingekuwa vema, labda watanzania wote tungejua kwamba kule nchi hii wala si kitu kingine chochote. Bwana Yesu asifiwe sana! Kama Bwana atiwa Mungu wetu kwa Tanzania, Tanzania itainuka na itakuwa kifuliko la hatari dunia nzima. Bwana Yesu asifiwe sana, jina la Bwana libarikiwe. Utakuwa umesahau, utakuwa umesahau, lakini kumbuka ilipotokea kipindi cha corona. Bwana Yesu asifiwe sana, hakuna nchi ilivuma kama Tanzania, dunia yote. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa sababu Tanzania ndio nchi pekee ambayo ilisimama takaamfaea kwa Mungu Bwana kwa Mungu wako, nataka nikuhakikishia utapaa utapana kuenea sana duniani kote, na wala hakuna kitu kitakuzuilia Bwana Yesu asifiwe sana, jina la Bwana ibarikiwe. Kama leo tunashuhudia uh, jamii zetu zinaharibika, nasema hivi, injili uwezo wa Mungu leta wokovu kwa kila aaminiye, kwa Myahudi kwanza ameiacha Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Haleluya! Anza kuombea familia yako, anza kuiweka familia yako katika, katika kuijenga juu ya msingi wa Mungu. Utamwona Mungu, utamwona Mungu atakalo, japo utaanza kuona matunda yale ulioko kiombea na utashangaa. Bwana Yesu asifiwe jina la